Sheria ya Mwenyezi Mungu, kutii sheria ya Bwana. Jinsi gani kijana aifanye njia yake kuwa safi? Ni kwa kutii akilifuata neno lako. Ninakutafuta kwa moyo wangu wote, usiniache niende mbali na amri zako. Nimelificha neno lako moyoni mwangu, ili nisikutende dhambi sifa ni zako e bwana nifundishe maagizo yako kwa midomo yangu nitasimulia sheria zote zinazotoka katika kinywa chako ninafurahia kufuata sheria zako kama mtu afurahiaye mali nyingi ninatafakari maagizo yako na kuziangalia njia zako ninafurahia maagizo yako Wala sitalipuuza neno lako. Furaha katika sheria ya Bwana. Mtendee mema mtumishi wako, nami nitaishi, nitalitii neno lako. Yafungue macho yangu nipate kuona mambo ya ajabu katika sheria yako. Mimi ni mgeni duniani usinifiche amri zako. Nafsi yangu inataabika kwa shauku kubwa juu ya sheria zako wakati wote. Unawakemea wenye majivuno, waliolaaniwa, waendao mbali na amri zako. Niondolee dharau na dhihaka, kwa kuwa ninazishika sheria zako, ingawa watawala huketi pamoja na kunisingizia mtumishi wako atatafakari juu ya maagizo yako. Sheria zako ni furaha yangu, nazo ni washauri wangu. Kuamua kuitii sheria ya Bwana. Nimelazwa chini mavumbini, ya hifadhi maisha yangu sawa sawa na neno lako. Ili kueleza njia zangu, kanijibu, nifundishe sheria zako. Nijulishe mafundisho ya mausia yako, nami nitatafakari maajabu yako. Nafsi yangu imechakazwa kwa huzuni, uniimarishe sawasawa na neno lako. Niepushe na njia za udanganyifu, kwa neema unifundishe sheria zako. Nimechagua njia ya kweli, nimekaza moyo wangu katika sheria zako. Nimeng'ang'ania sheria zako, E Bwana, usiniache yache ni, ya ya ni ya nakimbilia na katika njia ya maagizo, ya maagizo yako ya kwa kuwa umeuweka moyo ume wangu huru. Maombi ili kupata ufahamu. E Bwana, nifundishe kuyafuata maagizo yako, nami nitayashika mpaka mwisho. Nipe ufahamu, nami nitaishika sheria yako na kuitii kwa moyo wangu wote. Niongoze kwenye njia ya amri zako, kwa kuwa huko napata furaha. Ugeuze moyo wangu kuelekea sheria zako, na siyo kwenye mambo ya ubinafsi. Geuza macho yangu kutoka kwenye mambo yasiyofaa, uyahifadhi maisha yangu sawasawa na neno lako. Timizie mtumishi wako ahadi yako ili upate kuogopwa. Niondolee aibu ninayoiogopa, kwa kuwa sheria zako ni njema. Tazama jinsi ninavyoonea shauku mausia yako, hifadhi maisha yangu katika haki yako. Uitumainia sheria ya Bwana. Ee hey Bwana, upendo wako usiokoma na unijie wokovu wako sawa sawa na ahadi yako. Ndipo nitakapomjibu anayenidhihaki kwa kuwa ninalitumainia neno lako. Usilinyakue neno la kweli kutoka kinywani mwangu, kwa kuwa nimeweka tumaini langu katika amri zako. Nitii amri zako siku zote milele na milele. Nitatembea nikiwa huru kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitasema sheria zako mbele za wafalme, wala sitaaibishwa, kwa kuwa ninazifurahia amri zako, kwa sababu ninazipenda nina